Leo tunainuka dhidi ya roho za kufuatilia, against monitoring spirits, against every familiar watcher, against every demonic eye spying on your destiny. Ndugu yangu, hii ya leo si sala ya upole, hii ya leo tunaingia katika sala ya vita. Subscribe channel hii, like hii video, hapo utakuwa umejiunga na watu wanaopita njia ya nyembamba ili kupigana na nguvu zote za kiroho katika dunia hii. Leo ujue ya kwamba kuna roho ambazo hazikuja kwa ajili ya kukua, zilibaki kukutazama, zilifuatilia safari yako, mahusiano yako, maisha yako, maombi unayofanya kila siku katika mwili na roho. Lakini leo nalipua mfumo wote wa kishetani, mfumo wote wa kichawi katika maombi haya. Anza na mimi sasa, tujitambulishe kwamba sisi ni akina nani katika maombi haya. Katika jina la Yesu Kristo, mimi ni mali ya Mungu, nimefichwa katika mwanga wa Kristo na hatima yangu haipatikani tena katika rada za kuzimu. Ninajifunika kwa damu ya ye Yesu. I am spiritually encrypted. Hakuna uchawi utakaonifuatilia kuanzia leo, baada ya maombi haya, hakuna jicho la giza litakaloniona tena. Baada ya maombi haya I am commanding kutoka katika Isaya 5417 imeandikwa, hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayefanikiwa. Ninaamka, ninasimama Ninanena katika moto kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila monitari spiriti iliyotiwa agizo ya maisha yangu, kila aina ya kuzimu, kila aina ya uroho, kila jicho la uchawi linaloniona kwa njia ya kiroho lichomeke, liupate upupu wa moto wa Mungu, likianguka na kuchomeka nao. Kila uchawi unaotumia vioo, kila uchawi unaotumia maji, kila uchawi unaotumia anga na kila uchawi unaopita katika ndoto ili kuniangalia kila mahali ninaporipotiwa na roho za kufuatilia, ninachoma hiyo roho. Kila mahali ninaporipotiwa, ninapochunguzwa, ninapofuatiliwa kiroho, ninavunja ripoti hizo kwa jina la Yesu, zisifikishwe. Ninaharibu wa mpango, ninaharibu hiyo yo komve ya wachawi. Hakuna kufikisha habari zangu kwa yoyote kuanzia leo. Kila roho ya python, familiar spirit, Ancestral monitor networking, technological witchcraft, be activated now by the blood of Jesus. Kila kamera ya giza inayonifuatilia ipate upofu wa kimungu sasa. Kila jicho la giza pato upupu na upopo na inua nguvu ya mashambulizi. Ninapiga mishale ya moto juu ya kambi zao. juu ya wachawi wanaochunguza maisha yangu, juu ya nguvu za kuzimu, juu ya nguvu za kuzimu zinazofuatilia mwelekeo wangu. Shatter by fire. Shatter by fire. Ninatangaza block out ya kiroho. Hakuna roho ya giza itakayoweza kutazama maisha yangu tena. Macho yao yanapoteza access kwenye maisha yangu. Masikio yao yanapoteza access kwenye sauti yangu. Mawazo yao yanapoteza access katika maisha yangu. Ninazima masikio yao, ninapofua macho yao, ninaopoteza katika njia yao, in the mighty name of Jesus. Kuanzia leo, by the cover of divine, mimi ninatembea ndani ya mwanga usiopenyeka. Walezi, malaika wangu waliowema, wanasimama upande wangu siku na mchana wasimame katika kuta zangu siku na mchana. Ninaamuru maanguko ya adui. Hakuna monitoring spiriti itakayenifuatilia tena, kwa kuwa nimekataa, kwa kuwa nimekataa, nimeziangusha. Nimejificha katika mwamba usioweza kuonekana. Macho yote ya giza yamefumba, hayataona chochote katika maisha yangu kuanzia ya leo. Nguvu zote za wachunguzi wa kuzimu zimeteketezwa kwa jina la Yesu. Ninatoka katika ufuatiliwaji wa giza, ninaingia katika mwanga, nuru ya Mungu ya ushindi, and now I declare mighty name. Katika sauti yangu ya mamlaka, na amrisha kama askari wa Mungu anatoa amri ya kiroho. Hakuna upole, hakuna utani katika maombi haya, natangaza leo kwa hasira za kiungu. I'm covered. I'm sealed. I'm untouchable. In the mighty name of Jesus, katika damu ya Yesu ya Mwanakondoo alichinjwa msalabani ili nipate kuwa salama, nipate kufunikwa. Hakuna uchawi leo, hakuna pepo leo hakuna monitor spiriti itakayoweza kunigusa tena. Natoa amri ya kivita. Kila uchawi unaotumia vioo uanguke, vioo vipasuke. Kila uchawi unaotumia maji, nakausha maji hayo, nayafanya kama maji ya Farao kuwa damu, ninayachafua na kuyateketeza. Kama uchawi unaotumia anga, na lifunguke. Anga na lifunguke, anga na lifunguke kama anga la Danieli. Uchawi unaotumia picha, picha zangu za utotoni, picha zangu za ndoa, ninaangamiza, ninafuta mamlaka katika hiyo picha na kama kuna uchawi unaotumia jina langu kama point of contact, ninautangazia nao, crash now and burn by the fire. Kila altari ya kuchunguza maisha yangu iteketee kabisa kwa moto wa Bwana. Ninapasua roho za kufuatilia kwa moto wa roho Mtakatifu. Ninaharibu kila roho ya kufuatilia maisha yangu, familia yangu, ndoto zangu, uhai wangu na hatima yangu. Hizo roho zianguke sasa, ziangamike sasa, toka katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Roho za uchunguzi wa giza kila jicho la kufuatilia, kila kamera ya kipepo, kila familia spiriti, ninapita kwa moto wa mbingu nikiteketeza, ziteketee kwa mamlaka ya yeye aliye ndani yangu, kwa maana nashinda kwa nguvu za yeye aliye ndani yangu. Hakuna upatikanaji katika maisha yangu tena kwa hizo roho, hakuna access tena, hakuna monitoring spiriti tena. Kuanzia sasa, ninaenda mahali macho yao hayawezi kuona maisha yangu, nafanya mambo masikio yao hayawezi kusikia, nafika sehemu ambazo roho, roho sawa haziwezi kufuatilia. Kwa maombi ya vita haya ninakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninajifunika kwa damu ya Yesu na ninatoa tangazo kwamba mimi si wa kuzimu, mimi si wa kuangaliwa na roho za giza, mimi ni mali ufalme wa Mungu. Muhuri wa kifalme uko juu yangu, moyo wa mfalme wa Mungu uko juu yangu. Leo ninenuka kama skari wa nuru, nikiwa na mamlaka ulionipa Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna silaha itakayoniharibu. Imeandikwa katika kitabu cha Luka 10:19. 10 na natamka leo katika usalama wa kiroho, ninatangaza kwa mamlaka ya mbingu I'm covered, I'm sealed, I'm untouchable in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nimefichwa katika Kristo, nimefunikwa kwa damu ya Yesu na ninasimama katika mwamba usiotikisika. Ninavunja roho za kufuatilia katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila roho ya kufuatilia maisha yangu, familia yangu, roho zangu na hatima yangu. Anguka sasa katika jina la Yesu. Hizo roho zote, kila roho yaitumwa kutoka kwa waganga, anguka. Mizimu, wachawi, miungu ya kale, mashetani, madhabo ya giza, hizo zinazonichunguza, ninazivunja, ninazikataa, ninaifukuza katika maisha yangu. Ninaharibu vifaa vyao wanavyovitumia ili kufuatilia maisha yangu. Kila uchawi unaotumia vioo, maji, anga, ndoto, picha ama utambulisho wangu kama point of content, ninaziharibu katika china la Yesu. Kila kamera ya giza, jicho la uchawi, kila mfumo wa upelelezi wa kiroho, pata upupu na upofushu kwa moto wa roho mbinguni. Ninapatisua altare za giza, kila madhabahu ya kuangalia maisha yangu, pasuka. Kila network ya familia spiriti anguka. Kila python spiriti teketea, apigwe kichwa aangamie. Kila monitoring power Anguka, nashambulia kwa moto wa roho Mtakatifu, angukeni, vunjikeni, mwangamie katika jina la Yesu aliye hai, kwa nguvu ya Mungu wa mbinguni. Ninajifunika na kinga ya Mungu muumba wa mbingu na nchi. Kuanzia leo, ninaficha maisha yangu katika nuru isiyopenyeka. Natangaza blackout ya kiroho. Hakuna monitoring spirit takeniona tena. Malaika wa Mungu wanasimama usiku wa na mchana katika maisha yangu. Katika macho yao mimi ni gizani, hawataona nikiinuka, wao hawatajua nikiongea hawatasikia, nikibarikiwa wao hawatatambua. Na waweke gizani mahali walisipoona, na wafunga chini baharini. Ninatangaza leo final declaration. Ninatangaza nimefichwa, imefichwa, imefunikwa, imehifadhiwa, imefichwa ndani ya Kristo. I am spiritually encrypted. I am untouchable in Jesus name. Asante Mungu, litia roho yako ndani ya Kristo. Asante Yesu kwa ushindi. Ninapokea amani Inapokea uhuru inapokea ulinzi wa milele. Amina na ikawe. Sasa wote tuseme amen. Subscribe ili ujiunge na sisi watoto wa Mungu the chosen one tunaopigana vita vya kiroho bila kuogopa. Like video hii.